Naamini Simba itaenda mbali sana tukifanya maboresho yao. Kocha tunaye na tunatamba naye. Ila baadhi ya viongozi pale ndani ya Simba wanatuhujumu sisi wenyewe. Bosi anatoa mizigo ya kutosha, mm -hmm. Anasajili ya kutosha, timu imepambana mpaka imefika fainali, mm -hmm. shirikisho. Lakini si baadhi ya viongozi wanatuhujumu sisi pale pale ndani ya Simba. Viongozi, Mane, viongozi wanacheza. Eh? Yeah. Viongozi wanacheza. Viongozi wa wachezi. Shida. Shida imeanzia hapa. Tungecheza tutale nane. Kwani kuna jambo gani? tungefungwa Nawe kunafungwa kweli, tarehe nane. Hey. nanesa kwa... Hmm. Sahihi kabisa, ndio maana Sa okay. Kasikia ana simepigwa nje, imepigwa juu ngazi za juu kwa ajili ya mchezo, watu wamegima tazilika. Hmm. tunakula goli saba, ile baada ya tano, wapigwa saba

Tatizo sio kuamua, namba ndo zinaamua mm. Sio uwezo wa mtu tu hivi papala papala uje uamue, namba ndo zinaamua. Kwani nikikuliza hata Bangala alivyokuwa MVP akuwa na namba za kutisha, kwani zinamuliwa kwa kwa miemko au kwa kupata nani? Namba tukubali kwamba, nafikiri yeye atakuwa ameamua upande wa Yanga kwa sababu timu inafanya vizuri na consider, mashabiki wanaongezeka kwa mwekezaji wetu aete kipe ata watatu a wanne mana namba tisa namba kumi zina tusumbua timu, atengeneze nafasi. Timu hazitengenezi nafasi. Pamoja na hayo, pamoja na hayo, kazpata kwenye mechi gani? Lakini tunajua kwamba kipindi mchezaji wa Mori ondoka pale kwa majina lakini hmm, alikuwa akipata nafasi 20 goli 5 6 ishirini bolizetu tano snamba tisa wa maana namba 9 maana namba 10 watu wa kumi katili, umekubali kwamba wewe ni mteja rasmi wa Yanga? Ah, siwezi kubali siwezi kubali siwezi kubali, na pia niwaambia watu zangu yani mganga wao huyo aliyempata paka labda ndio afunge eh siwezi kumzungumzia, lakini ukweli ni kwamba ni lazima tukubali kwamba yeah. hizo games zinatusumbua yeah. yeah. na mganga wa Yanga so yeah. mpaka afe ndio tuwafunge labda. Of course katika plan ya club ni kwamba tu, lakini kweli za chini chini tunataka kombe kwa kujipanga kumaliza kowakombe, mm. Lakini mambo yamekuwa, lakini yani, mambo ya tofauti. Lakini aliye mchezaji wetu kwa kweli wa maana, makipe hata watatu atuletee wachezaji wa, wa maana sasa, etu wengi ambao kwa kawaida sana sana, umeangalia Simba, mmefika fainali ya shirikisho msimu huu, ligi mmepitwa kwa pointi nne Unaiona Simba kwamba ili deserve kupata kikombe chochote? <coughs> <What again? tos> wa makini na maboda boda ah, hapana hapana, zao anaenda kucheza beki. Kwa sababu gani? Kocha anahitaji matokeo kombe uwanjani, kafanya kazi kubwa msimu mzima. Wenzetu wamebadilisha makocha watatu, lakini wanaenda kuwa bingwa. Hii ni aibu. Tumekosa CRB bank na hii NBC, tunakosa tumekosa shirikisho. Sasa hii tunaenda kujivunia wapi? Ndio tunabaki kwenye kauli kwamba msimu huu tulikuwa tunajenga timu. Kama tunajenga timu, bado tumecheza finali kule, kwani tucheze vizuri, afu tunakuja huku nyumbani mechi kama hii, kombe uwanjani tunatembea uwanjani. Hii ni aibu <laughs> kwa hiyo wametukosea sana. Tunalipa pesa zetu, tunakuja uwanjani, kucheza mpira huu. Kwa viongozi kwenye hili na waomba sana viongozi wa klabu ya Simba. Wenyewe kwa wenyewe wamulikiane vidole. Ukimulika mtu kidole kimoja vinne vyote vinakuja kwako. Wakishajua kwenye Simba kuna chawa, watuambie, sisi tumalizane naye. Sisi ndo wanachama wa klabu ya Simba. Wakiona kuna kiongozi chawa, watoke hazani, wajumbe wa bodi watuambie, fulani anatuharibia Simba yetu, sisi tumalizane nayo. Haiwezekani, hao nyumamwiko kila siku wanaandamana, wanakubaliwa Mechi imebadilishwa kutoka 15 kwenda 25. Hakuna sababu ya msingi pale chini. Lakini leo timu inakuja uwanjani ili kumbe tuje kuzalilika. Wachukua kombe mara 4 na watu mara tano na watu watufunge mechi 5. Hii yaibu. Hii. Kombe mara 4 na mechi 5 kutufunga. Hii ni aibu kwenye taifa letu. Kwa hiyo naamini viongozi wa klabu ya Simba kwenye hili, wasituone wabaya. Anaojijua, kwamba hayuko sahihi kwenye ndani ya Simba, ana maslahi yake binafsi, atupishe. Huwezi kuleta timu kama hivi, hata hiyo Nondo Cup huwezi kuja hivi. Watu wanajiandaa saa sita mchana wanatoa taarifa. Mm, mm, yes, no, wanaleta timu hii aibu. Kwa tunaomba viongozi watupishe kwenye hili. Asante sana tunacheza. Hey, la sana kwa yeah. Lakini viongozi wetu wanatuchanganya, wanatuchanganya kabisa ndugu zangu ah! Wow. <laughs> Tumali. <Tumaliza> <tumali> kusubiri ka. Leo kwa sababu umefungwa na Yanga kwa sababu umekosa ubingwa wa ligi <polia> kuu vyote nimefungwa na Yanga na nimekosa ubingwa vyote, kuna kipi ya kipi ambacho Yanga ameshindwa kufanya? Yani si uaan Yanga, kuna watu pale, viongozi wanatuchanganya pale, viongozi